Yes. Mara nyingi vituo ambavyo mnaenda kutembelea changamoto gani huwa mnazikuta kule? Ah, uh, changamoto ni basic kwa basic needs, mahitaji muhimu ya kibinadamu, mm. Kwa sababu wewe unaweza kusema tumekuta wanateswa, sio wanafanywaje, hapana. Okay. <laughs> Umeona, kwa hiyo mara nyingi ni chakula, ni muhimu sana, na vitu hivi kama unavyojua vina idadi ya watu wengi. Kwa hiyo eh, kilo za mchele zinaondoka ni nyingi mm. kilo ngapi, gunia moja linaanguka kila siku Chakula, mavazi na wengine pia ma, ma, ma, makazi yao yanakuwa yameelemewa, yame watoto ni wengi, vitanda mm. ni vichache, mabweni na hivyo kwa, ni zile basic needs, uh, hivi vingine mara nyingi wadau wanaeta mahitaji ya shule, sijui madaftari na vitu kama hivyo, kwa kikubwa ni chakula, mavazi na na na shelter, eneo la kula, kuishi na kula. Mnapoandaa charity kama hizo, kwenda kutembelea yeah. watoto, mwingine anatengeneza dhana kwamba hawa jamaa wanakula pesa zetu. Yes. ni changamoto. Hmm. Mnatumia ubunifu gani, ama ni mbinu gani ambao mnatumia kuwafanya watu sasa waone kwamba hawa jamaa ni taasisi yenye kuaminika? Mnapoandaa charity kama kutembelea watoto mwingine anatengeneza dhana kwamba hawa jamaa wanakula pesa zetu. Yes. ni changamoto. Mnatumia ubunifu gani ama ni mbinu gani ambao mnatumia kuwafanya watu sasa waone kwamba hawa jamani, taasisi yenye kuaminika. Mimi nafikiri hakuna njia ya kumwaminisha mtu kwamba hauli, kwa sababu binadamu wana hiyo dhana kwamba bwana, si tunaamini. Je, inaenda kwa mfano mimi kwenye hii taasisi yangu ya Orphan Often Foundation mara nyingi, na huwa anapenda kupeleka kesh, kupeleka hela kwenye vituo mm -hmm lakini ukisikiliza stori za watu wengine ah, ukipeleka hela yani hazifanyi kabisa, yo mtu nani kina, sasa walezi watanunua pamba zao watanunua credit na viatu na vitu kama hivyo. Unajua zile pale peleka vitu watu wavione, unajua zile pale. Sasa unakuta wadau wengi wakienda kwa tutia timu wanakuta wamepiga picha, kuna ngano, mchele, masabuni na vitu kama hivyo, umenielewa? sasa unakuta mimi nawaambia, hmm. hawa what if wote tukapeleka hivyo vitu, kuna kitu kinaitwa mboga, yani hata nyumbani unaweza kuwa na mchele ukawa na ngano you know unga lakini ile ile mboga ya kuzungushia, hauna hela. Hela ya dharura, mtoto ameugua, kwenda hospitali, maana hospitali huwezi kupeleka kilangao kwa matibio mtoto, sijui umenielewa. Kwa hiyo uh, kujibu kujibu ili nani swali, Bwana Raj, ni ni wewe tu kwanza, kwa namna gani mnawapata hawa watoto mpaka kufika kwenye vituo vyenu? Uh, sisi kuna utaratibu maalum ambao umewekwa na serikali kwa sababu pamoja na kwamba watoto ni wa mtaani, unasema watoto wa mtaani mm. lakini wako chini ya serikali mm. watoto wote ni wa serikali. Kwa hiyo kuna utaratibu umewekwa, kuna utaratibu umewekwa kwa ajili ya kuwapata watoto wao kwenye hivi vituo aa, mara nyingi wanapitia, wanapoonekana wanapi, wanapelekwa polisi, kipelekwa polisi. Kuna dawati maalum la jinsia na watoto ambalo lenyewe sasa linawasiliana na afisa ustawi wa kata ambapo makao au vituo vya watoto yatima vinapatikana, na ni vituo ambavyo vina nafasi, sababu tunaulizwa mna nafasi ya kupata kuweka mtoto hmm. Ukijibu sasa katika kata yako, yule afisa ustawi wa kata ndio anaenda kumfata mtoto polisi. Sasa hao watoto wanapatikana, kuna wanaotupwa, na kuna wengine wazazi hawana uwezo kabisa kwa hiyo kwa wale ambao wazazi hawana uwezo wa kumlea au wamebaki mama mama baba amefariki, wanapelekwa watoto wao kwa afisa ustawi wa kata. Sasa afisa ustawi atamsikiliza yule mama, kama kweli anahitaji msaada au mtoto anahitaji msaada na mazingira ambayo mtoto anayoishi hayaridhishi, ndipo tunaletewa watoto kwa barua maalum katika makao yetu. Na, na mbali na, na kuwapa makazi na mahitaji ya msingi, mm -hmm. Kituo cha New Faraja kinafanya shughuli gani za ziada kusaidia ukuaji wao kijamii, kielimu na kisaikolojia? Um, kwanza sisi tunapata watoto ambao ni wa muda e, mara nyingi vituo sio sehemu ya mtoto kukaa maisha mm -hmm. na tunaamini tuna kwamba, uh, familia ndio sehemu bora ya mtoto kuishi sio kwenye makao. Kwa hiyo wengi tunawapata watoto wa muda anaomba hifadhi ya muda sasa. Uh, sisi tunatoa huduma uh, wanapata sehemu ya kulala wanapata chakula na wanaenda shule. Huduma za ziada ambazo tunatoa mm. ni pamoja na huduma za kiimani eh, tunapompokea mtoto kama ni muislamu mm. basi kuna walimu wanakuja pale kufundisha madrasa ndiyo, na kama ni mkristo basi jumapili anakwenda kanisani mm. uh, lakini pia tunatoa huduma za kisaikolojia kwa sababu kuna watoto wengine wanaokotwa au ametelekezwa na mama yake mm. Sasa kisaikolojia anakuwa hayuko vizuri. Kwa hiyo sisi tuna, tunashirikiana na maafisa ustawi pamoja na madaktari ambao wanasaikolojia ambao wanaweka watoto vizuri na kujua kwamba haya ni malezi mbadala sio malezi yake ya kudumu. Ye, kuduma na, mm. uh, ni mtu gani kwa jamii ambao mnatamani kutoa hasa kwa sekta binafsi, serikali zenyewe, namna ya kuwajali watoto wa mitaani na vituo vya kuwalea watoto ili nasema ili, ili, ili jambo ni gumu, naweza nikasema ni gumu kwa sababu unadili na kiumbe ambacho kina mwili kina roho kina ubongo akili. kina akili okay. na kina maamuzi umenielewa eh? Kwa hiyo mtoto akiwa kwenye makao akiona elewelewi, anaweza akaondoka na hauna cha kumfanya. Na ndio maana hata wewe hata mimi nikiwa naenda kanisani na wanangu, tuko kwenye gari, ukifika pale uh, mfugale mm, kwenye daraja hapa, utakuta kuna watoto hapo, hizo wanakoshea vioo vya gari, wengine mm, wamelala na nini. Serikali inajitahidi sana kuwakusanya hao watoto nafikiri ndio maana hata hiyo uh, mafisa wa jamii wapo, nafikiri lengo ni hilo, na program zipo ni nyingi sana za wadau kwa scout na vitu kama hivyo, lakini kama nilivyosema, wale watoto nao wana akili zao na wana ma, matakwa yao. Yaani unakuta leo ukisimama pale kwenye lile daraja pale, ukamshika hata mtoto mmoja tu, ukampa hata shilingi 100 afu kamuuliza, kwa nini uko hapa, historia atakayokutajia lazima ameshapita kwenye vituo vya kina Mdhamilo. Sasa mm. kumuuliza kwa nini ukiondoka, ah bwana, labda walikuwa wananipiga wananifanya mm. <laughs> inawezekana sio yote anayosema ni ya kweli. Kwa hiyo ku ku conclude hilo swali ni kwamba ni ngumu, sio rahisi kwa kwa kuwakusanya yote pamoja kwa, kwa sababu pa nao wana, wana matakwa yao.